Kama rafiki yako amewahi kukwambia neno hili achana naye mara moja, vinginevyo utakuwa maskini maisha yako yote, kwa sababu hakuna mahali utaenda, kama endelea kumbeba huyo mtu. Namba moja, kama rafiki yako amewahi kukwambia kwamba, yani, wewe huwezi kufanikiwa maisha yako yote, amekwambia hivyo, amewahi kurudia kukwambia, amewahi kukusisitiza kwamba wewe huwezi kufanikiwa maisha yako yote, huyo mtu achana naye leo leo, kwa sababu hiyo ni mbegu anaipanda kwenye subconscious mind yako. Sumu mbaya sana. Namba mbili, kama rafiki yako amewahi kukwambia kwamba kufanikiwa ni kitu kigumu sana, ni kigumu mno, ni kigumu na kuna watu fulani walipangiwa kufanikiwa, lakini hawa watu wewe na yeye hammo miongoni mwao, huyo mtu achana naye leo leo, atakuchelewesha ama atakukwamisha, kwa sababu huo ni mtazamo wa kuendelea kupandikiza impossibility mindset, impossibility mindset. Anayekwambia kwamba kufanikiwa ni kitu kigumu na wanaofanikiwa ni watu wachache na walishaandikiwaga watu fulani, wewe na yeye hammo, auyo mtu piga chini. Namba tatu. Kama rafiki yako amewahi kukwambia au huwa anakwambia kwamba biashara unayoifanya ni biashara isiyofaa, ni biashara ambayo haiwezi kukufikisha kokote, ni biashara ambayo wote walioifanya huwa wanafeli, yaani anakupa negative testimonies about hicho unachokifanya. Huyu mtu ni kirusi kingine ulichokipanda kwenye maisha yako, achana naye. Kuna tofauti a, anakuja anayekuja kukushauri na kukupendekezea positive ways to achieve your goal, anayekushauri anakupa njia za kufanya kitu. Anayekuja kukupandikizia kirusi cha haiwezekani ni yule anayekuvunja moyo kwenye kile unachokifanya, halafu hana mbadala, anakwambia acha hiki ila hakwambii ufanye nini. Huyo ni sumu, piga chini, achana naye. Namba nne, kama rafiki yako amewahi kukuambia au huwa anarudia rudia kukusisitizia kukuambia kwamba kwa vile wewe umezaliwa kwenye familia maskini, ule umaskini ni mbegu na ni roho ambayo hautakiwi kupingana nayo, hutakiwi kupambana nayo wala hutakiwi kuji kuumia, kwa hiyo anakutengenezea comfort zone ya kuamini kwamba it is okay wewe kuwa maskini, na ni kwa sababu umezaliwa kuwa maskini na utabaki kuwa maskini na unapaswa kuwa maskini, na ndiyo hivyo inavyotakiwa kuwa. Kama anakuaminisha hivyo, hicho ni kirusi kingine. Piga chini, piga mkasi, piga exi, futa. Namba tano: kama rafiki yako amewahi kukuambia kwamba kuweka akiba ni ujinga, kuwekeza ni ujinga, kuweka akiba ni upumbavu, kuwekeza ni upumbavu, kubana matumizi ku, ku, ku, ku, kuwa na nidhamu ya fedha <laughs> ni ujinga. Yani anapuuza kanuni za uchumi, anakwambia hawa usiwafuatilie, anakwambia walimu wa uchumi wote ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni wa, wapiga kelele tu, wamekosa kazi ya kufanya anakukataza kujifunza elimu ya fedha, anakukataza kufuatilia mambo ya uchumi. Kwa sababu hiyo anataka akufanye wewe uwe sawa na yeye anavyoona. Hicho ni kirusi kingine, hiyo ni sumu mbaya. Hautakiwi kumkumbatia. Leo leo unatakiwa umpige chini, block, au weka weka, weka kwenye blacklist, futa kabisa, acha mazoea naye, acha kukane kwa sababu you become What you feed. Wewe ni matokeo ya kile kinachoingia ndani yako, lakini pia kanuni za mahusiano zinasema ukizungukwa na watu sita ambao ni wezi, wewe utakuwa mwizi wa saba. Ukizungukwa na wenye mindset za kimaskini watano, wewe utakuwa maskini wa sita. Ukizungukwa na walalahoi wa tano wewe utakuwa mlala hoi wa sita. You will never be different from people that you are associated to. Hautakuwa tofauti na watu wanaokuzunguka. Ndio maana naambiwa kama huwezi kuwabadilisha wao, hawatashindwa kukubadilisha wewe. There is no neutral relationship Hakuna mahusiano yasiyo na mguso wala mabadiliko au matokeo au kuathiriana, you you impact each other, the more you get associated, mnabadilishana, mnapeana vitu, mnashushana chini au mnapandishana juu kulingana na namna mnavyozidi kuwa pamoja. Ndio maana maandiko yakasema mahali pengine, tajiri mmoja, enenda pamoja na wenye hekima, nawe utakuwa na hekima. Ukitembea na wenye hekima utakuwa na wenye hekima, ukitembea na matajiri utakuwa na utajiri, kwa sababu watakuambukiza, watakufundisha, watakutrain kulingana na mindset zao, mitazamo yao mawazo yao fikra zao matendo yao na tabia zao. Je, katika hizi tabia tano, haya maneno matano, ni nani au ni aina gani ya rafiki uliye naye, ambaye amekuwa akikutamkia, kukutajia au akirudia rudia aina hii ya maneno ambayo nimekuelekeza siku ya leo? Tagi marafiki zako wote ambao wanatakiwa wapate ujumbe huu ili kama walikuwa na mindset hizi wazibadilishe mara moja, vinginevyo utawafuta kabisa kwenye ufalme wa urafiki wa maisha yako na wasikuletee mchezo. delete, block, piga chini. Watagi wote waje hapa, ili wajue kwamba marafiki, wa, marafiki zako hawatakiwi kuwa na mindset za namna hii. Lakini pia ichukue video hii, ili uwe unaitunza wakati wowote unaitazama tena, na angalia Hivi kwenye list ya marafiki zangu nani ana kauli za namna hii? Ili umfute kabisa, futa futa futa, delete. Si umeelewa vizuri? Unless endelea kufuatilia masomo zaidi kwenye mitandao yote, Facebook Festo S. Amos, Instagram nenda kanifollow, Festo Amos underscore TZ, YouTube Festo Amos nenda ka subscribe, lakini pia TikTok Festo Amos underscore Kote hakikisha unanifuatilia ili uendelee kupata masomo zaidi, kwa sababu tunachokijua ni tone, tusichokijua ni bahari. The more you learn the more you earn, learn more earn more and live a great life. Wale wapenzi wa kusoma vitabu hivi hapa, nguvu ya pesa, mikopo na madeni, mwongozo wa nidhamu ya fedha. Na unaweza kumfanyia surprise rafiki yako ukamnunulia kitabu moja wapo ukampatia, kama ni nguvu ya pesa, kama na madeni sana, mnunulie kitabu cha mikopo na madeni, very big surprise, mnunulie mpeleke, eh, nguvu ya pesa au mikopo na au mwongozo wa nidhamu ya fedha. Ni vitabu vizuri ambavyo vitakufaa kwa ajili ya kujijenga kiuchumi. Thank you very much, learn more again to earn more and live a great life. See you next time.